Sema kila anayenishikilia. kila anayenishikilia. kila anayenishikilia. anayenishikilia. Sema kila anayenishikilia. achie nyota yangu. Sema namfeka namfeka. namfeka kwa jina la Yesu. kwa jina la Yesu. Sema Bwana Yesu. Tarehe ya leo na siku ya leo itabaki kuwa historia ya kutendewa kwenye maisha yangu, na maana sintakwama tena, nitasonga mbele katika jina la Yesu amen. Shangilie Bwana Yesu. Sema sintakwama. Sema sintakwama Sema sintakwama tena katika jina la Yesu. Sema amen. Naomba ukae kwenye kiti chako, naomba ukae kwenye kiti chako. Bwana Yesu apewe sifa. Mwambie mwenzako hongera kwa mfungo wa siku ishirini na moja. Mwambie tena hongera kwa mfungo wa siku ishirini na moja. Mwambie hujakosea kuomba. Hata kama umefunga siku moja, hujakosea kuomba, Mungu atakutendea amen. Kama kuna watumishi wa Mungu wamekaa hapo nyuma, naomba wasimame ni waone, kama kuna watumishi wa Mungu. Basi baada ya kuyasema hayo Karibuni sana kwenye maombi yetu ya siku ishirini na moja na leo ni siku yetu ya ngapi? Siku ya ngapi? Kesho moto unawaka, mwambie mwenzako, kesho moto unawaka, mwambie kesho ni kesho. Baada ya kuyasema hayo, nina mtumishi wa Mungu, rafiki yangu Nabii Ezekieli na Nyaro leo amekuja kututembelea. Nataka atusalimie kwa sekunde thelathini. Naomba utusalimie kwa sekunde thelathini. Tusalimie, atusalimie. Ni rafiki yetu na amekuwa baraka kubwa sana kwenye huduma yetu ya ukombozi wa nafsi Nuru Duniani amekuwa baraka mno, na kuna vitu vingi amenishauri na tumefanikiwa amen. Karibu mtumishi wa Mungu amen. Amen, Bwana Yesu apewe sifa. Mashujaa wa Yesu mpigieni Yesu makofi ya nguvu zaidi, ongereni na mfungo wa siku 21. Nani yuko tayari kuinuliwa ndani ya siku 21? Tumeshua mtumishi wa Mungu, Mungu akubariki sana Mtumishi wa Mungu Paschal amekuwa rafiki yangu wa siku nyingi sana, ndiye rafiki nimebaki naye mwaminifu. Mtumishi wa Mungu <laughs> ni mwaminifu kweli. Hebu fanya hivi, hatakagi mambo ya hivi, hebu fanya namna hii. Haleluya, kama baba alivyo ndivyo na watoto. Mpeasak amekuwa rafiki mwaminifu Nilimwambia nitamtembelea na sijaja tu ili kumtembelea, na mimi nimekuja pia kupokea, kwa sababu neema ulionayo ni neema ya kuvusha hata watumishi wengine. Hatutamani kuwa na jina la utumishi, tunatamani tuenda kazi kama hii. Haleluya <laughs> Haleluya! Nataka tu nikutie moyo kwamba ndani ya hizi siku ishirini na moja utabaki kuwa mtu wa kawaida hata kama ulidharauliwa ukaonekana hauna thamani, hii madhabahu imebeba thamani yako. Hii madhabahu imebeba thamani yako. Nataka nikuambie ukweli kwamba mpaka ifike siku ya Jumatano, mtumishi wa Mungu, kuna watu watakupigia simu kukueleza shuhuda, kuna wengine wataitwa madhabahu hii. Hi iko hai, ina pumzi ya Mungu. Haleluya, haleluya. Inua mikono yako juu, sema Bwana Yesu, neema iliyopo kwenye madhabahu, neema uliyoiweka juu ya mtumishi wako Paskali, ninaomba ile neema iende kwa watoto wangu, iende kwenye biashara, iende kwenye ndoa. Mpe Yesu makofi ya juu, haleluya! Mshangilie Bwana Yesu kwa ajili yake amen. Baada ya salamu hiyo pia kuna mtumishi wa Mungu mwimbaji rafiki yangu anaitwa Pastor Yohana, utatusalimia kwa wimbo pia. Kuna mtumishi wa Mungu mwingine, japo simjui jina lake, simjui jina lake, anaitwa nani sikumbuki, ila pia ni mwimbaji, alitamani na sisi ashiriki. Mpigieni Bwana Yesu makofi na vigelegele kwa ajili yake. Kama hayo tuko kwenye kongamano letu, na lengo la kongamano hili ni kutoka mahali ulipokwama. Sema, kutoka mahali nilipokwama. Hiyo ndio lengo kubwa la kongamano letu la siku mbili. Kama hiyo ndio lengo pia, kesho ndio tunahitimisha kongamano letu, kwa kuchovya miguu yetu kwenye mafuta. Sema, kwenye mafuta. Wangapi wako tayari kwa ajili ya kesho? Ninatamani eh, mafuta yale niletewe hapa madhabahuni, ili yaendelee kupata maombi kwa ajili ya siku ya kesho. Amen. Kwa hiyo kesho tutachovya miguu yetu katika mafuta, na utaratibu wa kuchovya miguu yetu kesho kwenye mafuta Utachovya wakati unaingia amen. Utachovya wakati gani? Wakati unaingia na kuanzia saa tatu kamili tunaanza kuchovya miguu yetu katika mafuta amen, na wakati huo maombi yanaendelea. Utachovya mguu wako, utaingia, anza maombi yetu saa tatu kamili amen. Lakini nikuombe wakati unachovya miguu yako, naomba leo utafute udongo wa eneo lako ambalo unaona umeshindwa kuendelea, umeshindwa kukwama ama umekwama, kama ni eneo la kiwanja ama umepangisha, na unaweza ukapata udongo hapo, na unataka Mungu au akupe nyumba ujenge nyumba hapa Arusha, njoo na udongo huo na kesho upite nayo kwenye yale mafuta. Wakati unapita nayo, utasema ninajitoa mahali nilipokwama na nitajenga katika jina la Yesu. Sema nitajenga katika jina la Yesu. Sema nitajenga katika jina la Yesu. Kwa hiyo naomba uje na udongo ambao utapita nao kwenye yale mafuta, unapopita nao ule udongo hata kama kuna roho imekaa kwenye hilo eneo na ni la kuzuia usijenge, utajenga katika jina la Yesu Kristo. Na kongamano lingine utakuja na ushuhuda hapa. Sema nitakuja na ushuhuda hapa. Wangapi ni wageni kabisa, hawajawahi fika hapa tangu tumeanza huduma yetu? Mikono juu, tupungiane. Karibuni sana. Wangapi walisikia Matangazo ndio ya wakaja, mikono juu wa wow. Mliposikia sauti, mlisikiaje? Raha? sema raha. Tupungiane mpaka mwisho kule. Aya, karibuni sana. Hapa panaitwa Lemgur, hapa ndio tunamwabudu Mungu, na hapa ndipo watu wanatendewa na kuvuka, na we utavuka leo katika jina la Yesu. Amen. Weka hapo mbele hapo kwa hiyo utakapokuwa unachovya mguu wako kwenye mafuta basi vuka na huo udongo, alafu utarudisha pale ulipotoa. Ame. Jambo la pili tutakuwa na uzinduzi kwa ajili ya kitabu changu cha nguvu ya ndoto. Uzinduzi huu hautatuzuia tusiombe uzinduzi huu hautatutoa kwenye lengo, ila uzinduzi huu utakuwa ni chachu ya kutupa uhalali wa kuingia mbele za Mungu kupitia sadaka zetu kwa ajili ya kujenga nyumba ya Mungu. Amen. Kwa hiyo hiyo ni moja ya sadaka yako ya ukombozi, moja ya sadaka yako inayouma kwamba nitanunua kitabu kama sadaka yangu ya kujenga madhabahu. Amen. Kwa hiyo tutaomba na tutakuwa na uzinduzi tutazindua kitabu kile. Kitabu fedha zile za kuzindua kitabu, tumesema tutaweka milango zote mbili. Weka magrili. Hiyo ni vitu vya kwanza vya kufanyia kazi. Tunatamani tuweke ma magrili tuweke na milango yetu. Amen. Jambo la tatu unaona madhabahu yetu. Wangapi wanatamani kuwekeza kwenye madhabahu ya Mungu kwamba nataka jina, unataka jina lako liwepo kwenye madhabahu kwa maana ya kwamba matendo makuu yanayotendeka kwenye hii madhabahu, ujue kwamba jina lako la lipo jina la watoto wako lipo. Tunataka tuweke tainis hapa madhabahuni, na tainis ya hapa kwa bei ya haraka haraka ni milioni kumi na nne hapa. Kwa zile fedha tutakazopata tutaweka tainis hapa, ni milioni kumi na nne hela ya hela ya nani? Ya simenti na ya fundi, tutapambana tutapata. Lakini tiles, tukifanikiwa tuki kununua tiles hapa, nataka uweke alama, nataka uweke alama, na ndio nataka niizungumzie baraka ya kujenga nyumba ya Mungu ni fursa kwako. Sema, baraka ya kujenga nyumba ya Mungu ni fursa Andika, baraka ya kujenga nyumba ya Mungu ni fursa kwangu. Ndio somo ambalo nataka nifundishe. Kwa nini? Kuna uhusiano gani wa kutoka mahali ulipokwama na nyumba ya Mungu? Kuna uhusiano upi wa wewe kusimama na kazi ya Mungu? Jamani, grili moja ni shilingi laki mbili. Laki ngapi? Moja, mbili, piga mahesabu hapo, piga mahesabu. Grili moja shilingi laki ngapi? Laki mbili. Hapo Pascali, ulituambia mlango utatufanyia shilingi ngapi? Pascali yupo? Ah, embu simama, ulituambia mlango unatufanyia shingapi? Ngoja nisema yeah. Mlango mmoja atateneza kwa laki nane huu, lakini ule pale milioni moja U, ule pale milioni moja na huu hapa laki nane amesema, ame tutashindwa, tutashindwa, tutashindwa, tutashindwa kutengeneza hii magrili tutashindwa, lakini nataka usitoe mpaka unielewe kwanza. Nataka uelewe kwanza ndio useme ndio ununue kitabu. Nunua kitabu kwa milioni kwa milioni kumi, kwa milioni mia, vyovyote vile Mungu atakubariki. Ila wangapi kwanza watachukua kitabu? Wanaonunua kitabu nyosha mkono juu. Si unyoosha kabisa unyooke eh? Wanaochukua vitabu kitabu ni elfu kumi ila hiyo elfu kumi ni ya kitabu sawa eh? Hatukuzui utoe milioni kumi eh? Hatukuzui utoe milioni kumi, milioni ishirini, kwa sababu nilisha kuambia hapa. Kwa hiyo maximum yetu tuna milioni thelathini hiyo milioni 30, inatutosha kabisa kutengeneza mpaka hapa chini mpaka wapi? Angalia hapo chini. Wangapi wananiunga mkono? Mnaniunga mkono Paschal? Wewe sasa unatoa shilingi ngapi? Tuanzie. <laughs> na yeye, yeye ndio fundi wetu, yeah. Ni kwa nini iwa ya kwako? Kwa sababu Kwa nini iwa ya kwako?